Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza C++ programming language na bado tupo katika kipengele cha function. Na leo tutakwenda kuangalia aina mbili za function ambayo ni built-in functions na user defined function. Ni aina gani hizi za function? Utaweza kuzifahamu hadi kufika mwisho wa video hii. Utakuwa unajua aina hizi za function zinaandikwaje, zinatumikaje na kuna utofauti gani baina ya hizi aina mbili za function, then tutakuja kuangalia na aina nyingine za function huko mbeleni. So, built-in function, aina hii ya function tunapatiwa na C++ katika standard libraries zake hapa ambapo tuna include iostream au mfano uki include let's say uh, library ya uh, math ambayo inakuwa included kama hivi include naanza, kama tunavyo include iostream then unaandika cmath. Hatujafika katika ishu nzima za kujifunza libraries, lakini tutakuja kufika na tutaelewa zaidi kuhusiana na hizo libraries. So include cmath. Kwa hiyo katika hii uh, library ya c math kuna function nyingi tu ambazo tayari zimetengenezwa, zimekuwa designed, ambazo zinafanya taski mbali mbali. Kwa hiyo wewe unapohitaji kufanya taski hiyo katika programu yako, ni just tu kuicall hiyo function na kuweza kuitumia, lakini ni lazima uweze kuinclude katika hiyo source file yako so Wacha tuweze kutumia function moja hapo ambayo inapatikana katika hii li library ya C math. Okay, katika hii programu yetu hapa, kwa moja kwa moja tutengeneze function yetu ya int hapa, nakwenda kukuonyesha built in function mfano wake. Kwa hiyo ndani hapa, wacha tuweke double data type ambayo imeshikilia variable hii ya square root just ni jina tu la hii variable, saw sawa sawasawa. Sasa hapa tunatumia miongoni mwa built in function ambazo zinapatikana katika hii library ya math, ambapo inaitwa sqrt square root then tunaweka mabano yetu na tunapitisha argument yetu. Kumbuka hapa tunaicall tayari, hii function imeshatengenezwa huko na katika library hizi za C++, katika library ya math ambayo tumeinclude katika hii faili yetu kwa sababu tunahitaji kutumia function zake. So hapa tutaweka mfano 25 ambayo ni argument kwa tayari tumeicall sqrt square root function kwa sababu tunahitaji square root ya hii 25 kwa tayari ni rahisi tu, zipo hizo. Unaweza ukasearch katika Google library mbalimbali ambazo zinapatikana katika C++ na kuona function ambazo ipo nazo na kuona kama kuna function ambayo utahitaji kutumia katika kazi zako, basi ukaweza kutumia. So baada ya kukole hapa, wacha tusee au tuone, je tutaweza kupatiwa hiyo square root. Okay, so square of 25 is simple message zeni hapa, wacha tuweke square root variable yetu hii hapa, tutaiweka hapa, ndio ambayo itakuwa imebeba hiyo value ambayo imepatikana baada ya kuiita hii function na kuipitishia hii argument yetu, na itakapokwenda kule itafanyiwa calculation. Tayari kuna kodi katika hiyo function body ya square root hii hapa, ambayo inaenda kucalculate na kufanya kuweza kutupatia sisi ile square root ambayo tutaipitisha as an argument hapa. So square root, end line itakuwa imeisha programu yetu, very simple tu ya kuoneshana mfano tu wa built-in function. Kuna nyingi sana hizi built-in function ambazo zinapatikana katika library tofauti tofauti ambazo zinafanya mambo mbalimbali, kama hii library ya math. Pia zipo na built-in function nyingine, unaweza kwenda kuangalia So hapa tayari tukiweza kucompile na kurun programu yetu utaona tumeweza kupatiwa square root of 25 is 5. Okay, very simple. Hatuna haja ya kuweza kutafuta si wenyewe. Tayari kuna built-in functions zimetengenezwa zipo. Unaweza ukazitumia tu na ukaweza kupata square root. Kwa hiyo kama unatengeneza program ambayo inahitaji ku calculate square root, faster tu ni kwa kuicall hiyo function. Nadhani unaanza kuona umuhimu wa function na jinsi ambavyo zinafanya kazi. So hii ni built-in function. Wacha tuende sasa tukaangalie kuhusiana na user-defined function. Unaweza kwenda kusearch na ukaona uh, built-in function aina nyingine mbalimbali ambazo zipo katika C++. User-defined function kama ilivyo jina lake ni zile function ambazo wewe hapo unaitengeneza hiyo program unaziandika, yani zile ambazo tunaziandika sisi wenyewe. Mfano ni kama zile ambazo tumezitengeneza katika video iliyopita. Video mbili zilizopita tuliweza kuandika mfano wa uh, function hapa, zile tumeweza kutengeneza sisi wenyewe. Kwa hiyo zile zitaitwa kama ni user defined function, kama ile ya void greet tuliyoitengeneza. Kama unakumbuka, labda niweze kukuonyesha okay. Tuliweza kutengeneza function katika video ya mwanzo kama sikosei, tulipokuwa tunapeana introduction. So void greet, naikumbuka hii okay, halafu mundani tukaweka cout just a message hello very simple, hapo utakuwa tayari umetengeneza function ya kwako mwenyewe, na ndio maana ikaitwa user defined function. Then katika main function yetu, acha tu icall, tuna icall kwa kutumia hili uh, neno ama jina la function ambalo ni greet. So moja kwa moja greet, mabano yetu, kumbuka hii ni no parameters function, then to return zero tutakuwa tumemaliza. Ukicompile okay, na kuran tayari, utaona ujumbe hello wapo umeonekana hapa, na tayari itakuwa tumetengeneza function yetu wenyewe. So hiyo ni aina nyingine ya function ambayo ni built in, I mean, user defined function. So, leo tuishi hapa. Tumejifunza aina mbili hizi za function, user defined function na built in function. Video inayokuja tutajifunza void function na return type function okay. So, sio mbali na channel yangu, like video hii shia na nyingine upate kujifunza. Una maoni, una maswali yoyote, kuna sehemu ya komenti hapo, basi unaweza kuandika kile chochote ambacho unahitaji kuweza kuandika. Asante sana.